Mwana, mwana, mwana. Mwana, mwana, mwana, mwana, mwana. Ni ziwa ambalo linategemewa kwa kiasi kikubwa na wakazi wa Singida hasa katika uvunaji wa chumvi na kitoweo cha samaki kwa ujumla. Sio lingine ni ziwa Kindai ambalo linapatikana katika mji wa Singida. Ukiacha ziwa Singidani na Singida Munangi, ziwa Kindai limekuwa kivutio kikubwa kwa wageni wanaoingia katika mkoa huu wa Singida pamoja na kuleta fursa ya ajira miongoni mwa vijana ambao wanajishughulisha na shughuli za uvuvi katika ziwa hilo. kwa sababu ile ziwa ni mama, hususan tunaingia tunakuwa ili bwawa tunalikuta na ndo latukuza sio wenyewe. Kutokana na kipato tunachokipata hapa, bado ni faida tu kwetu, alina changamoto. Huyu ni mama, huyu ni bustani, hili ni shamba kiujumla. Hili ziwa mpaka kuitwa Kindai, kulikuwa kuna mzee moja ambaye ni babu yetu, alikuwa anaitwa mzee Kindai. Alishawahi kupotea ndani ya hili ziwa muda wa siku tatu, yani siku tatu, siku alizama ndani ya maji, lakini alikuja kutokea akaonekana kwenye ngongo za huko chini, kama unaziona. Alikuja kuonekana watu asubuhi, wa wakamkuta amekaa pale juu. Alikuwa anaitwa mzee Kindai na ziwa hili ndio likaitwa Kindai. Katika ziwa hili wavuvi hapa wanapata samaki aina ya perege pamoja na kambare. Pia hili bwawa la toa chumvi, ukienda mazingira yale ya kule kuna chumvi wakina mama wana nani nje, maji yalipoacha, wanakangua mchanga, wanachemsha, unatoa chumvi. kazi ziwa hili nimefanikisha kupata mimi boti yangu, pia nime, nimebatisha kujenga na kanyumba changu, pia nimebatisha na kuoa mwanamke wangu, ndo riski yangu naingiza kwenye ziwa hili la Kindai. Mbali na wavuvi wa ziwa hilo Kindai, lakini pia kuna wanawake ambao wanajishughulisha na kuuza samaki pembezoni mwa ziwa hilo ambao wanaeleza mafanikio walioyapata kupitia biashara yao ya kuuza samaki. Shukuru samaki tunapata, japokuwa sio kwa wingi, ila tunashukuru, tunapata riziki, tunasomesha watoto, tunahudumia watoto wetu na familia kiujumla. Tunaomba tutengenezewe banda, hususan manispaa ya Singida, tutengenezewe banda kwa ajili ya kuuzia samaki. Maana jua la kwetu, mvua ya kwetu. Ziwa la Kindai wanawake, lina fursa kubwa hasa kwa sisi wanawake. Linatusaidia, tunalisha familia, tunasomesha na huduma zingine za kijamii tunazifanya kwa kupitia hili ziwa la Kindai kwa ajili ya uchuuzi na uuzaji wa samaki. Tunashukuru ziwa letu la Kindai Singida linatoa samaki wazuri, tunakula, tunapata afya, tunapata vitamin, eh. Kazi inaendelea. Naam, hilo ndilo ziwa Kindai, ziwa ambalo mbali na uvuvi wa samaki pamoja na uvunaji wa chumvi, lakini pia limekuwa kivutio kwa watalii wageni, ambao wanavinjari katika maeneo mbalimbali ya ziwa hilo. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam News.